Chochote kile unachokifanya iwe ni ujasiriamali unaofanya, anza kutafakari kwanza kuhusu kiroho, halafu ndio uje kimwili. Na watu wengi sana wamekwama hapo, kwa sababu watu wengi wanapambana sana kutumia ulimwengu wa mwili kuliko ulimwengu wa kiroho na ndio maana maswala ya ibada kwa watu wengi sio ishu sana kwao. Anaweza akamaliza miaka hata mitatu hajui ibada ni nini. Kwa nini anajiona kana kwamba akiishi duniani amefika? Sikiliza. Biblia inasema miaka sabini tukiwa na nguvu, miaka themanini. Kwa hivyo vyote vile ulivyo, swala la kutenganisha mwili na roho linakuhusu. Iko saa utatengwa, okay. Unapotengwa kwenye ulimwengu wa kiroho, roho yako itakwenda wapi kwa unapoishi duniani, kama mwanamke mjasiria mali, mwanamke mpambanaji, think sana about roho yako.